Ameshinda goli mbili bila performance pengine umeama mbao. Ah, kwangu naweza nikasema bado Yanga wanajitafuta, wameshinda leo, of course, goli mbili lakini sio kwa Yanga inayojua. Yanga bado ana kazi kubwa ya kufanya. Of course, kipindi cha kwanza tumeangalia mpira Yanga wamecheza very down. Wamecheza mpira wa kawaida sana mpira wa chini sana na Mtibwa tu wao wenyewe walikuwa nakosa nafasi eh, za wazi pengine wangewaletea shida kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili kama vile walikuja wakichechemea. Pia naweza nikasema bado Young Africans hawajapata wao wenyewe rhythm yao. Uh, chemistry bado haijajengeka, wachezaji wao wenyewe bado hawajapata momentum ile gia ya kuondokea. Kwa hiyo wameshinda leo kwa Mtibwa kwa sababu of course Mtibwa ni timu ya kawaida sana kwa sasa hii. Kwa upande wa Yanga ni kama vile wamepiga bomu mochwari leo. Kwa sababu mara ya mwisho ni lini Mtibwa alimfunga Young Africans? Eh, Mtibwa amekuwa kibonde anafungwa kila kukicha, na kama Young Africans amba mimi najua, ingekuwa bora leo Mtibwa angeokota leo uh, goli tano, sita, saba, kawaida kabisa. Kwa sababu imagine Young Africans leo wachezaji wao wote muhimu ambao walikuwa wapewa nafasi ya kucheza leo wameingia, lakini bado mpira umechezwa umechezwa kawaida. Uh, umeona leo Celestine kuwa ameingia, walau amefunga goli. Lasi Likouma amecheza leo ambaye amekosekana pengine ni yule uh, Musa Balakote. Ukiangalia Andy Bobo pia amecheza, kwa hiyo kwangu kiniambia Young Africans amekushawishi, hawajacheza kwa swaga, yani kusema kweli hawajanishawishi, hawajanivutia bado, wana kazi kubwa ya kufanya. Kocha ni mpya, uh, Pedro Goncalves nimemwona hapa uh, na ameanza kidogo kidogo kuanza kuwapa wachezaji wengine nafasi ili wajenge confidence, lakini bado hata wao wenyewe leo wakienda nyumbani wanaweza kusema of course tumeshinda, lakini bado kuna kitu kikubwa unapaswa kukiongeza ili Yanga anze kuwa tishio. Unajua Yanga ni timu inaoogopwa sana, Yanga ni timu tishio. Kwa misimu miwili mitatu nyuma, ilikuwa ni moja ya timu ambayo unapokutana na timu fulani unajua kabisa mimi naenda kutana na kiama leo, yaani nakutana na Yanga ya kiama leo, nitapasuka sana. Kwa hiyo ukianza kuwapa uh, timu zingine madaraja ya kati kama hivi mwanya, waanze kuzoeazoea, inakuwa sio sawa. Yanga ni timu ambayo inapaswa kuogopwa sio timu ambayo leo inakuja kuifanyia majaribio ama mashuti na nini, kama pale Diara alipigiwa shuti moja dakika za jioni akaipanchi ile pale, striker yuko karibu na goli anapiga upande ule ule ambao Diara alikuwa ameanguka, lakini kama ni striker ambaye ana utimamu wa akili alikuwa anapiga kwenye ngo nyingine, anamletea Yanga shida, kwa sababu kama angepata goli ilikuwa ni moja moja, pressure inaendelea kuwa kubwa, sio kwa hiyo kwangu nafikiri bado kuna kazi kubwa ya kufanya. Of course wameleta makocha, nimemwona tayari Pedro uh, Gonzalez ameingia pale, lakini pia Pedro Felipe najua watafanya kazi nzuri pia ameingia mtaalamu uh, mabedi kama kocha msaidizi namba mbili. Nafikiri Yanga ile ambayo watu walikuwa wanatamani kuiona ya maziwa na, na asali inaweza ikarejea kupitia kwa hao makocha, lakini tuwape mechi tatu tuwa, mechi nne mbele kwa sasa, tuwaache kwanza makocha waanze kutengeneza timu yao. Friji anazungumzwa Dube, pengine anapigiwa makofi tusi, Dube akaingia Andi Bogwa Boyeli, lakini yangavyoasi ukata wa magoli kutoka kwa wafungaji umeendelea kuwepo pengine bado hawajaonyesha kile ambacho wananchi wanakitegemea. Prince Dube sio mchezaji mbaya, nilishawahi kusema kwamba katika wachezaji ambao wanapaswa kuendelea kukumbatiwa na kuendelea kupewa moyo ni Prince Dube. Unajua, Dube hata akiwa Azam alikuwa wa moto sana, lakini bado alikuwa anakosa magoli. Watu walikuwa waangalii kipindi kile akiwa Azam, kwa sababu Azam ni timu ya kawaida, alikuwa anakosa. Alikosa goli la wazi dhidi ya KMC, tena goalkeeper hayupo kabisa golini, unaona lakini mwisho wa msimu anafunga 10 plus goals. Kama ni mshambuliaji mbaya, awezi akafunga goli zaidi ya kumi. Na msimu jana alianza vibaya pia, kama unakumbuka, turning point ya Prince Dube ilikuwa ni mechi ya Yanga dhidi ya Mazembe ugenini, alipofunga goli akarejea kwenye momentum. Msimu jana almost ame involves karibia goli 16 17 ukijumlisha pamoja na assist, so kwangu sio mchezaji mbaya, lakini kuna pressure kubwa bado anayo, anacheza kwenye pressure kubwa. Leo amepata nafasi anashindwa ku kufunga kwa hiyo akija kufunga goli anachokosa sasa hivi ni kufunga goli ili aretain ile confidence yake. Akifunga goli mi nafikiri Dube anaanza kufunga magoli. Msimu jana alipiga hattrick, kuna hattrick alikuwa nayo kama unakumbuka eh. Kwa hiyo kwangu Dube sio mchezaji mbaya. Na mashabiki hapo unasikia bado anaimba jina la Dube. Kwa nini wanamwimba Dube na wamwimbi mchezaji mwingine? Kwa sababu wanajua kuna kipindi fulani kibaya nakipitia yule pale, anaenda kwa mashabiki, yaani kuna kipindi kibaya nakipitia, ni kipindi ambacho anapaswa wanapaswa yani kum encourage kumtia moyo lakini hata yeye anapaswa kutuliza pressure hii ni klabu ya yanga unapokosa magoli leo atakuimbia hivi kesho atakukataa lakini alikamu na nampongeza sababu amejaribu kuwa naye karibu nafikiri akija kupata momentum akipata confidence dube anakuwa mchezaji mzuri sana na hata kama afungi dube ana ubora kuliko <laughs> yani boeli, yule boeli boeli boeli mtaja dub boeli yule Dube mmoja ni kama boeli watatu wanne hivi, kwa sababu boeli boeli watatu, kwa sababu boeli anarukaruka boeli, yaani boeli ni kama kurukaruka kwa maharage, lakini haya hivi yuko pale ndani ya boksi, maharage magumu haya hivi, yale maharage lazima uweke kwenye mkaa au kwenye kuni, ndio haya hivi. Dube ana faida anapokimbia pale mbele, mikimbio yake ile rasi zake zinawachanganya mabeki na anajua namna gani ya eh, kuendelea kuwavuruga, alafu anafunga watu wengine. Hafungi yeye, lakini watu wengine wanafunga viungo. Kwa nini? Kwa sababu yeye anahakikisha anawashikilia mabeki wawili hadi watatu, wawatembea wapande juu. So ni mchezaji mzuri anayejua kufanya pressing, lakini anachokosa sasa hivi ni ile tu kuweka mpira kwenye wavu. Umetaja ume, ume hapa benchi jipya la Young Africans chini ya kocha Pedro Gonsalves, eh, na msaidizi wake Philipe Pedro lakini pia Patrick eh, Mabedi kama kocha mkocha eh, msaidizi namba mbili 2. Klabu iko kwenye kundi, eh, ligi ya mabingwa hatua ya makundi, alikuwepo kocha aliyepita eh, Roman Fos ameondoka. Tutarajia kuiona Yanga mpya chini ya makocha hawa, na wewe unatarajia hicho kitu au kama ilivyokuwa tu kwa Roman Fos kwamba hakuna kitu kitakachobadilika Swali hapo kwamba tutarajie nini kwa benchi la ufundi jipya Pedro Gonsalves lakini pia Pedro Felipe pamoja na Patrick Mabedi. Unajua kuna kitu ambacho watu wanapaswa kufahamu. Uh, huyu Pedro Gonsalves ndo kwanza anafundisha klabu senior ya klabu ya, yaani kwa maana timu ya wakubwa, tena anafundisha klabu kubwa yenye malengo. Huyu sio kocha ambaye ameshafundisha klabu ya mpira wa miguu, hasa kwa level ya senior team alikuwa timu za vijana pale uh, unakumbuka pale Angola, lakini pia timu ya taifa ya Angola ya vijana under 17, under 20, lakini pia uh, akaja kuwa timu ya taifa kwa hajapata nafasi ya kufundisha klabu. So leo ndo anaanza kupata hiyo test ya kufundisha klabu kubwa kama ya Yanga yenye malengo makubwa. Utofauti ni nini? Unapokuwa kwenye timu ya taifa wale wachezaji unawaletea wachezaji kutoka maeneo mbalimbali, taifa fulani, taifa fulani fulani, taifa fulani, unakuwa nao lakini haupati muda wakanao kambini, kwa hiyo hawakuzoi. Pia lakini unakuwa kwenye klabu kubwa kama hivi, day to day activities, leo uko nao, kesho uko nao, unaendelea kuwajenga taratibu taratibu. Kwa hiyo kwangu bado ana kazi kubwa ya kufanya, apewe muda, nafikiri anaweza labda pengine akaifanya ya Yanga, lakini si mpi garanti kwamba anaweza akawa labda kocha tishio. Kiivo, ni mapema sana kwa sababu sijamuona akifundisha uh, klabu hasa klabu kama Young Africans amefundisha timu za taifa tu, huko ndiko alikotokea. Lakini uwepo wa Patrick Mabedi pia naye ametokea pia timu ya taifa. Ukiangalia wote hao wa mpira wa timu za taifa hawajapita kwenye vilabu kama hivi, ambapo vilabu vina misukosuko. Leo unaenda kucheza kwenye uwanja fulani, leo naenda turuwa, turiani, kesho naenda sijui Sokoine, kesho unaenda wapi? Nafikiri apewe muda, wasimpe pressure kwa sasa. Ni kocha mpya, anaweza kutengeneza timu pengine ikawa nzuri. Yanga wana wachezaji bora sana, wao ndio wanaweza wakambeba waka pia kocha kocha anaweza kawa na uwezo mdogo, lakini wachezaji wa Yanga zaka wakatumia mbinu na wakamsaidia pia. Nimaliza bana, mwondoke.